Katika utunzaji wa amani, ndugu wananchi, mabibi na mabwana wa vyama vyote, tuendelee kuitunza eh, amani yetu ambayo aliahidi Dokta Mwinyi na mama Samia kwamba hapatoharibika chochote, hatapigwa yoyote, ni kitu cha faraja ambacho kuwa miaka yote tunayopita hakuja tokea, hapo hakuja tokea hapo. Amani kama hii twaona kitu cha ajabu, na tumefarijika vya kutosha. Wananchi wenzangu, mabibi na mabwana, chonde, chonde. hakuwi chochote, hakuwi kuabudu Mungu, hakuwi kwenda shamba, hakuwi kwenda makazini wala pengine popopote, kama amani haipo. Naomba tudumishe amani, upendo na utulivu, tupitishe uchaguzi wetu, ikifuata mbele amani umonaye ana dalili ndogo ya kutaka hatarishe amani, tayari muite, mrekebishe, na ikiwezekana, humuwezi ita wanaotuzidi tuzidi, vyombo vya dola wamwondoshe kwa ile ile amani. Amani jamani, amani, amani. Na kama amani imetulia kama hivyo, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, tarehe 29 tunaomba tujitokeze kwa wingi sote tukatumie haki yetu ya demokrasi kwa ajili ya kuwachagua viongozi wetu tunaoona hawa wanatufaa hasa hawa wa kijani. Hawa wananchi, mabibi na mabwana walio kwenye vitongoji vya hii kampasi ya kwa shame mata, Kiuyu Maziwa Ng'ombe, Mjini Wingwi, uh, Shumba Mjini, Micheweni wenyewe, Chamboni na Mjini wa, wa, Wanakwale wote tujitokeze na majirani wote walio kando ya hili jimbo la Micheweni wajitokeze kwa wingi, tuja tumlaki kipenzi chetu makamo mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, ambaye pia ni Rais wa Zanzibar hadi sasa. Tumpokee kwa changwe na vigelegele. Kama mnavyoona maandalizi, ndiyo hayo majikwaa yake ya kukaa kipenzi chetu yanaendelea kujengwa kila pembe, picha zake mnaziona, inaonesha dhahiri kwamba anayewasili ni kipenzi cha Wazanzibari wenye kupenda amani, upendo na maendeleo. Hakuna chengine, hicho ni kipenzi chetu. Oktoba tunatiki.